Na Bwana Yesu apewe sifa sana. Leo ni baada ya ibada y kumalizika, tuko hapa TG Makambako mjini na tunataka tupate challenge ndogo. Nataka nikutane na watumishi wa Mungu ili tuweze kusikia challenge ndogo ambayo nitawauliza. Ambatana pamoja nami ili tuweze kuona majibu tofauti tofauti na majibu mbalimbali ambayo yanaweza kupatikana kwa watumishi wa Mungu, maana wametoka mahali pa ibada na sasa tunataka tupate vitu viz... wow. Bwana Yesu asifiwe. Amani kabisa. Unasemaje ibada? Ah, namshukuru Mungu. Kuna Mungu. Ka challenge kadogo tu uko tayari? Na Biblia umeshasoma soma kidogo e. Hata kwa umbali kidogo yeah, yeah. e, unaelewa kitabu mm. vya Agano pia na Agano la Kale si ndio? Kwa umbali unavipata hivi e. e. Kutoka kitabu cha Mathayo e. Agano Jipya yaani kitabu cha Mathayo kinachofuata ni kitabu gani? Ah, hapo ni Marko tu baba. Ni Marko? e. Aha, nikuulize jingine e. Nyuma ya kitabu cha Ufunuo ni kitabu gani? Nyuma ya kitabu cha Ufunuo hapo ah, ni Petro au Ebrania au ah... Mwanangu, unasema ah, nimepigwa hapo. Hebu <laughs> <laughs> nimfuate kijana. Nawo, unasemaje? as unaitwa nani? to... kwa challenge ndogo tu hivi, baada ya kitabu cha Luka kinachofuata ni kitabu gani Ma eh? kikitoka kitabu cha Luka kinachofuata ni kitabu gani? Mi mgeni bwana, ni atasiri ujui oh, kabisa kwa Biblia ipitie. Okay, ngoja niambatane na wengine. Unaitwa Salmu. Biblia si unasomaga hivi? Kikitoka kitabu cha Yohana Yohana Mtakatifu, kitabu kinachofuata wewe? Yesu namjua nitajia tu andi, andiko lolote lile ambalo unaweza limetaja Yesu ndani yake, sio lazima utaje kitabu linalosema na Yesu, yani neno Yesu likawepo katikati yake. Hapo mwe ah, kwa mtiani. Asante, ngoja tuende kwa wengine. na Amina unaitwa nani? Tupo kwenye challenge ndogo, upo tayari? Uko tayari? Baada ya kitabu cha matendo ya Mtume, kinachofuata ni kitabu gani? Warumi. Warumi, Warumi, yes. wa Wow, si amepatia! Basi naomba nikuuliza tena challenge ndogo tu, nyuma ya kitabu cha Warumi ni kitabu gani? Matendo mitume. <laughs> Mama uko vizuri, ongera sana. Big up sana mtafute jumapili ijayo, twende kule tukapate challenge kwa manufaa ya mtazamaji. unaitwa nani? Kuna ka challenge kadogo, uko tayari? Uko tayari? Angalie kamera kidogo. Unajua Biblia umesoma, na kuna sehemu namtaja Yesu mara nyingi sana. Yesu namjua, si ndio? Namjua. Tutajia andiko lolote la kwenye biblia linalomtaja na Yesu, yani Yesu anahusika katikati <coughs> Usicheke, yaani sio lazima utaje kifungu, taja tu andiko hili hapa, na linataja Yesu ndani yake, amina. Mathayo sura ya kwanza mstari wa kumi na saba nasemaje hadi ninavyosema, yaani itaji mimi, nataka yale maneno, mi nataka yale maneno, sio lazima utaje. Yaani yale maneno na Yesu inataja kati, yaani katika sentensi hiyo ya maandiko, na Yesu inataja katikati, na Yesu anataja katikati Umesahau e, kabisa. Kwa hiyo Yesu ajaandikwa hii Biblia kabisa <laughs> e, una uhakika, tuthibitishie basi. <laughs> kwa hiyo umefurahi, hiyo imekushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaitwa nani? Rebeka. Biblia si unasoma? Ndio. Hivi nyuma ya kitabu cha Mathayo kinapatikana kitabu gani? Malaki. Malaki. Yesu unamjua? Okay, nitaje andiko lolote lile unaloweza kulitaja, sio kwamba utaje kifungu sikubani, utaje kifungu ataje andiko lolote lile, lakini katika maandiko hayo neno Yesu linapatikana hapo. Ziko nyingi hapo, hujui. Mtihani kidogo, fanya hivi. Asante kidogo, asante, amina. Unaitwa nani? Adventina Albertina. Unasoma na... Biblia? Biblia. Wow. Mungu namjua? Ndiyo. umeshaisoma Biblia? Ndiyo. unaweza kutaja andiko lolote ile ambayo linataja Mungu ndani yake? Ndiyo. tajieliwenyeana <coughs> Mungu, hebu tumpigie makofi kidogo. Amina, unaitwa nani? Albertina Mario. Albertina Mario, unasoma Biblia? Ndiyo. kitabu cha kwanza kabisa kwenye Biblia kinaitwa kitabu gani? Mwanzo. Kitabu cha mwanzo na cha mwisho? Ufunuo. Ufunuo. Unamjua Yesu? Ndiyo. Yesu unamjua? Ndiyo. Wow. Nipe andiko tu moja, tu moja, tu moja, tu moja. Yaani, tu moja tu moja tu ninalomzungumzia Yesu, yaani sio kwamba kifunga taja tu maandiko kwamba anasema hivi hivi na hivi, kama vinavyosema hapo mwanzo, kulikuwepo na neno. Sasa taja tu maandiko anatamka, lakini Yesu lipo katika hiyo sentensi. Luka 3. Inasemaje? Nimesahau. Maneno mimi nataka hayo maneno, sio Luka 3, nataka neno Yesu neno. Neno. Mm. mesa But... punga mkono hivi ah. Sante mtazamaji, kama unavyoona hii ndio challenge. Hapo tunapata kuona changamoto ndogo ndogo kuhusu Biblia na kutunza maandiko. Endelea kufuatilia hiki kipindi, ni kizuri kitakuwa endelevu kwa wakati wote na majira tofauti tofauti. Mungu akubariki. Ah, amen. Malekela TV.